Wakati kesho Mei kumi na tisa ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ikistahili kuendelea katika mahakama ya hakimu mkazi jijini Dar es Salaam, tayari kuna dalili kwamba kesi hiyo inapigwa danadana kama ilivyokuwa huko nyuma, na moja ya matukio makubwa yaliyotokea leo ni kuzuiliwa kwa watu muhimu ambao walialikwa kuja kushuhudia kesi hiyo. Makala hii inaelezea kwa kifupi kuhusu tukio hilo, lakini pia taarifa nyingine kwamba kuna mpango wa serikali wa kupiga dana danadana kesi hiyo hapo kesho. Leo mnamo Mei kumi na nane elfu mbili na ishirini na tano, kiongozi cha chama cha People's Liberation Party cha Kenya Martha Karua alizuiwa kuingia Tanzania alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Karua alikuwa ameambatana na wanasheria Gloria Kimani na Lynn Ngugi, wote wakiwa waangalizi waliokuwa wamealikwa na jumuiya ya wanasheria ya Afrika Mashariki, East African Law Society, kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Lissu, inayotarajiwa kutajwa tena hapo kesho, Mei 19 mwaka 2025, katika mahakama ya Kisutu. Karua na wenzake walizuiliwa na maafisa wa uhamiaji na kushikiliwa kwa mahojiano yasiyoeleweka kwa muda wa saa kadhaa kabla ya kupewa taarifa kwamba hawataruhusiwa kuingia nchini Tanzania. Video iliyosambazwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, na Karua mwenyewe ilionyesha yeye na wenzake wakisubiri kurejeshwa Nairobi. Hakukuwa na maelezo ya wazi kutoka serikali ya Tanzania kuhusu sababu ya kutowaruhusu kuingia licha ya kuwa ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki na walikuwa na sababu halali ya safari yao. Wakati tukio hilo likiendelea uwanja wa ndege, taarifa nyingine kutoka kwa mawakili wanaomwakilisha Mheshimiwa Lissu zinaeleza kuwa kuna uwezekano mkubwa wa mawakili wa serikali kutohudhuria mahakamani hapo kesho licha ya kuwepo kwa agizo la hakimu katika kikao kilichopita kwamba kesi hiyo itafanyika kwa kumleta mshtakiwa mahakamani binafsi, yani in person. Katika vikao viwili vya awali kesi hiyo ilisikilizwa kwa njia ya mtandao, jambo lililolalamikiwa na upande wa utetezi na hata mshtakiwa mwenyewe ambaye alisisitiza kuwa anataka kufika mahakamani ana kwa ana. Katika taarifa yake, chama cha ACT Wazalendo, taarifa iliyotolewa na naibu katibu wa uenezi Changwe Ayo, chama hicho kimeeleza kushangazwa na hatua ya serikali kuwazuia viongozi wa kisiasa wa nje waliokuwa wamewasili kwa shughuli halali za kimahakama. Taarifa hiyo imeeleza kuwa vitendo hivyo vinakiuka misingi ya haki za binadamu, uhuru wa kusafiri kwa raia wa Afrika Mashariki na ni kinyume na mila za kidiplomasia. Chama cha ACT kimeitaka serikali ya Tanzania kuueleza umma sababu za hatua hiyo na kutoa pole rasmi kwa walioathiriwa. Wakati huo huo, chama cha PLP cha Kenya ambacho kinaongozwa na Martha Karua kimetoa taarifa rasmi jijini Nairobi kikilaani vikali tukio hilo na kusema kuwa hatua hiyo ni dalili mbaya ya kushuka kwa demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Taarifa hiyo imeeleza kuwa lengo la safari ya Karua halikuwa la kisiasa bali ni kushiriki kama wakili mzoefu katika kufuatilia mwenendo wa kesi ya jinai ambayo inazua wasiwasi wa haki na uwazi, hasa kuzingatia kwa kuzingatia kuwa Mheshimiwa Lissu ni mmoja wa wapinzani mashuhuri wa serikali ya sasa. Kwa mujibu wa chama hicho cha PLP, Martha Karua alikuwa amealikwa kama mpango wa kuchunguza mwenendo wa kesi zinazowahusu viongozi wa kisiasa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. kabla ya safari ya Tanzania, Alikuwa pia anahusika na kutoa msaada wa kisheria kwa Dr. Kiza Besige wa Uganda anayekabiliwa na kesi zinazodaiwa kuwa na misingi ya kisiasa. Kwa mantiki hiyo, uamuzi wa kumzuia kuingia Tanzania unatengeneza taswira ya ukanda wa Afrika Mashariki unaoanza kuwa na mazingira yanayokandamiza ushiriki wa kisheria na kisiasa. Katika maelezo yao, PLP wameikumbusha serikali ya Tanzania kuwa wao ni waanzilishi wa jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Community, ambayo mkataba wake unalinda haki ya watu kusafiri kwa uhuru kati ya nchi wanachama pamoja na kuheshimu demokrasia, utawala wa sheria na haki za binadamu. Kufukuzwa kwa Karua bila kufikishwa mahakamani wala kujulishwa mashtaka yoyote kunakiuka vipengele vya msingi vya mkataba huo na kunahatarisha mshikamano wa kikanda. Tukio la kukwaza kwa waangalizi wa kimataifa linajitokeza wakati ambapo tayari kuna mashaka kuhusu uwezekano wa kufanyika kesi hiyo hapo kesho. Katika vikao viwili vilivyopita, Mheshimiwa Lissu alifikishwa mahakamani kwa njia ya video kutoka gerezani, jambo ambalo halikupokelewa vema na upande wa utetezi. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, kuna uwezekano mkubwa kuwa hata kesho, huenda Mheshimiwa Lissu hatofikishwa mahakamani licha ya agizo la hakimu kutaka awepo ana kwa ana. Mfululizo wa matukio haya kuanzia kutofikishwa kwa Mheshimiwa Lissu mahakamani, kuto kujitokeza kwa mawakili wa serikali, hadi kuwazuia waangalizi wa kimataifa kunatoa taswira ya mazingira magumu ya kimahakama katika kesi hii. Iwapo kikao cha kesho kitapita bila uwepo wa Lissu au mahakimu hao wa upande wa serikali kuto kujitokeza, na iwapo ma, waangalizi huru wataendelea kuzuiliwa, maswali yataendelea kuibuka kuhusu uhalali wa mwenendo mzima wa kesi hiyo ambayo tayari imekumbwa na lawama za kisiasa. Kwa upande mwingine, tukio hili linaweza kuathiri uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Kenya, hasa ikizingatiwa kuwa Karua ni mwanasiasa mashuhuri na wakili mwandamizi mwenye ushawishi mkubwa katika eneo la Afrika Mashariki. Hali ya sintofahamu kuhusu kesi ya Tundu Lissu, Mheshimiwa Lissu inaingia kwenye ramani ya kimataifa ambapo masuala ya haki, uwazi na uhuru wa mahakama yanapimwa si tu kwa raia, na raia wa Tanzania bali takriban dunia nzima. JasusiTV inaendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea kuhusiana na kesi hiyo na kesho itakuletea ripoti kamili. Ni mapema mno kuhukumu chochote, lakini taarifa za kwamba kuna mpango wa mawakili wa serikali kutojitokeza mahakamani zimeanza kusambaa kwa takriban wiki nzima iliyopita na baadhi ya watu wanahisi kwamba kuna uwezekano mkubwa kesi hiyo aidha ikaendeshwa kwa kwa mtandao kama ilivyofanyika mara mbili zilizopita, au hata kama Mheshimiwa Lissu ataletwa mahakamani, basi zitajitokeza songo mbingo za kufanya a, jitihada endelevu za kuichelewesha kesi hiyo, kwa sababu kikubwa kinachofanyika mpaka sasa hivi, hizi songo mbingo zinazoendelea, yayumkinika kuzihitimisha kuwa ni jitihada za kwa upande mmoja kuichelewesha kesi hiyo, lakini kwa upande wa pili ni kama kufikisha ujumbe kwa Mheshimiwa Lissu kwamba hii ni mamlaka, na mamlaka ina uwezo wa kufanya kile inachotaka hata kama ni kinyume cha sheria. Kwa sababu uh, ni wazi ukiangalia mwenendo wa kesi yenyewe jinsi ulivyo na mambo mbalimbali yanayoendelea, kuna kila ishara ya kuonyesha kwamba kesi hii kwanza ina mrengo wa kisiasa, lakini pili ina dhamira ya kufikisha ujumbe kwa Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo changamoto inabakia kwa upande wa wanasheria wa mheshimiwa Lissu, lakini pia kwa mheshimiwa Lissu mwenyewe, kwa sababu huko nyuma tayari alishatishia kwamba endapo haki haitatendeka upande wake, basi yeye ataanza mgomo wa kula. Pengine kutakuwa na umuhimu wa kuanza kutafakari kuhusiana na hiyo hatua aliyotaka kuichukua, lakini pia ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa ambayo imekuwa ikiwakilishwa na mabalozi wa nchi mbalimbali ikaikemea serikali ya Tanzania kwa hiki inachokifanya dhidi ya mheshimiwa Lissu. Na pia kesho, kuna mtihani mwingine, endapo mabalozi hao wa nchi za kigeni wataruhusiwa kuingia mahakamani, kwa sababu tayari serikali imekemea kitendo cha mabalozi hao kufika mahakamani. Je, una maoni gani kuhusu haya inayoendelea kuhusiana na kesi ya mheshimiwa Lissu? Je, unadhani haki itatendeka kwake au hujuma zitazidi kuendelea? Toa maoni hapo kwenye comment. Asante na kwaheri.